Jamhuri ya Muungano wa Tanzania niendelee kuungana na wenzangu kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufanikiwa kumaliza kikao chetu salama kwa amani. Hilo ni moja lakini la pili ni washukuru sana waheshimiwa madiwani, nawashukuru sana mkiongozwa na mwenyekiti wa halmashauri kwa utulivu. Kwa kweli mimi sikutegemea haya niliyokuta leo. Niungane na mheshimiwa mbunge kwa kweli baraza hili limetuheshimisha sana sisi kama serikali. Mmefanya kazi nzuri sana. Na sisi kama viongozi wa serikali kwenye wilaya tuliokuwa zamana na mkoa kwa kweli kwenye wilaya hii ya Songwe tunawapongeza sana. Mnafanya kazi nzuri. Tunafahamu ushirikiano mkubwa ambao mnaotoa kwa wataalamu wetu wa kiongozi na mkurugenzi. Tunawashukuru sana kwenye eneo hilo. Lakini pia tunawashukuru kwa kuendelea kushirikiana na kamati ya usalama ya wilaya. Tumepata taarifa kwa mnashirikiana vizuri. Maelekezo ya kamati ya usalama yanatekelezwa na zingatiwa. Kwa hiyo na nyinyi niwapongeze kwenye eneo hilo. Lakini Mheshimiwa Mbunge, kipekee kabisa nikupongeze sana wewe binafsi. Mimi nimekufahamu tangu ukiwa Naibu Waziri kipindi kile Wizara ya Elimu. Kwa kweli unafanya kazi nzuri na unapambana sana kwenye mitandao, umekuwa ukiyasemea sana wananchi wako wa Wilaya ya Songwe. Lakini hiyo inatokana na dhamira ya dhati uliyokuwa nayo, lakini pia kumtanguliza Mungu mbele kwenye kazi zako. Mungu akubariki sana. Lakini ndugu zangu tumepitia kabrasha la hoja za ukaguzi tumeona hoja zilizopo, lakini tumepeana maelekezo machache kuhusiana na maeneo ya kurekebisha. Lakini kimsingi niendelee kuungana na wenzangu katika tawala wa mkoa kuwapongeza kwa kuendelea kupata hati safi mfululizo, lakini hii inatokana na ushirikiano ambao mnao kati ya timu ya management na waheshimiwa madiwani, lakini bila kuacha Chama cha Mapinduzi ambao ndio wenye, wenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini ndugu zangu, niseme tu jambo moja kwa Mheshimiwa Mbunge, na niwahakikishie tu kipindi ambapo nyinyi mnakuwa hampo, serikali bado ipo, itaendelea kufanya kazi kwa mujibu wa misingi ya kisheria iliyopo. Kwa hiyo hakuna jambo ambalo litakwama, kwa sababu sisi tupo, tumeajiriwa, tumepewa dhamana kwa ajili ya kusimamia hizo kazi. Kwa hiyo taendelea kutekeleza majukumu kama inavyopaswa na duka litaendelea kuwa salama.